Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 11. Na leo ndo tunarudi shambani kwetu. Hapa ni shamba 1 ambapo tulipanda siku ya tarehe 13. Kwa hiyo leo ni siku nane zimepita toka tupande hapa. Na leo tumekuja kuangalia maendeleo ya shamba hili, tuangalie ni kitu gani tufanye baada ya hapa. Na kama unavyoona hapa, shamba letu hili tayari mahindi yameshaanza kuota na mpaka sasa yana majani matatu na pia kuna sehemu ambapo itarubidi tufanye backfilling, yani tupande tena baadhi ya maeneo ambapo hayajaota. Lakini ni fact, katika shamba hili shamba moja, nimeridhishwa na namna ambavyo mahindi haya yameota kwa namna hii na of course, bengi yameota japokuwa kuna baadhi ya maeneo mahindi haya hapa ya hayajaota yanahitaji kufanya backfilling. however katika shamba hili tunahitaji kufanya mchakato kwa sababu magugu yanakuwa kwa kasi ya ajabu sana. Na pia nimeanza kuona kuna baadhi ya mahindi yameshaanza kushambuliwa na hawa wadudu wanakuja wanakata mahindi haya. So itatubidi kuanza kuchukua hatua za ghafla iwezekanavyo kwa ajili ya kuzuia mahindi haya hapa yaweze kukua kwa mustakabali au katika mwendelezo ambao ni ubora. Kwa hiyo naona hapa kuna visumbufu vya aina nyingi ambavyo vinatangaza vita na sisi. Cha kwanza ni magugu. Magugu naona yanaku, yanakuja kwa wingi sana, kwa hiyo inabidi tuyadhibiti kwa uwezo na kwa haraka sana, na pia hawa wadudu ambao wanaanza kushambulia mahindi haya. Na kwa kweli haya, haya magugu kama tutayaacha ni miongoni mwa gharama ambayo itatubidi kulipa sisi kwa haraka, kwa sababu sayansi ama research zinasema kwamba magugu huwaga yanapunguza mavuno shambani kwa zaidi ya asilimia thelathini. So unaweza ukafanya vitu vingine vyote ukapiga dawa ukapanda kwa nafasi ambayo ni sahihi, lakini ukashindwa kuzingatia namna ya kupambana na magugu na magugu yakaanza kuku rudisha nyuma kwa sababu magugu haya yataanza kuleta competition kwenye upande wa nutrient, mbolea hizo naweka afu magugu haya ndio yanatumia, na pia unakuta mwanga, maji, kama hapo naona mvua inanyesha, afu magugu yanajipatia hivi virutubisho vyote kwa wakati huo. Kwa hiyo sasa leo tarehe kumi na tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa kumi na moja na declare war against haya magugu kesho Ijumapili Ijumatatu, tupo kazini kwa ajili ya kupambana nayo haya magugu, na nitawaonyesha hatua kwa hatua kwamba ni kwa namna gani, mbinu zipi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupambana na haya magugu. Sisi kwa ajili ya action ya haraka itabidi tutumie chemical control, yaani tutumie dawa za kuua magugu hapa shambani ili kuhakikisha kwamba haya mashamba yetu tutayadhibiti kwa haraka. Wewe unaweza ka opt kwenda kwa mechanical control yani, uchukue jembe, lakini kwa sababu tayari magugu yamesha tawara sana na mashamba tunayo ni mengi na mani power hapa ni problem, kuleta watu hawa waanze kupalilia kila eka moja kwenda eka lingine itachukua time. Kwa hiyo itadubiri tuende na chemical control, yani tutumie herbicide kwa ajili ya kupambana na haya magugu, na pia lazima tuanze kupiga baadhi ya dawa za kuua wadudu hawa ambao hasa panzi, ambao wanakuja wanashambulia haya mahindi tumeanza kuona anaanza kukata mahindi haya, kama nilivyokuonyesha hapo. Kwa hiyo uwezo tunao, muda tunao, akili tunazo, kwa ajili ya kupambana na hivi visumbufu ambavyo vimekuja shambani. Kwa hiyo siku ya Jumatatu ndo tuko tayari kwa ajili ya mapambano na hawa wadudu. So kama ukiona hapa, hili ni heka ya pili ya shamba hili, shamba one. Do bado hayajaota sana lakini unaanza kuona kwamba kuna dalili za kuota yani yameshaota, lakini wota lakini hayaja show up moja kwa moja. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaharakisha kufanya backfilling hii, hii cha hii ya pili ya shamba, B, ya shamba one, tulipanda tarehe, ilikuwa tarehe kumi na nne hapa ilikuwa tarehe kumi na tatu hapa tukapanda tarehe kumi na nne ameshaanza kuota kama unavyoona hapa. Do magugu ndio yanatuletea kero zaidi, umeona hapa eh? So, sio mbaya ameshaanza kuota, lakini hii heka ya kwanza ndio naona uotaji uko mzuri zaidi. Japokuwa kuna baadhi ya sehemu ziko blank kabisa hakuna mahindi yaliyoota. Itatuhitaji kuja kufanya backfilling. So, wakati tunadhibiti magugu, inatakiwa tuwe tunapanda pia baadhi ya mahindi. Tupande hapa ambapo atakuta hajaota na pia tuwe tunapiga sumu za kuua haya magugu kwenye hili shamba letu, shamba one. So hii ni comment katika shamba la kwanza heka ya kwanza, lakini kwenye hii heka ya pili fuck isema oh, shit, haijapandwa. Haya ni mashimo ambayo yameachwa, hajapandwa kabisa. Mstari kama mmoja huu hajapandwa kabisa. Oh, shit. Hii nini? Huu ni mstari mzima ambao haujapandwa. Watazamaji wa Maco TV, hii ni challenge. Oh, kuna mbolea tu tayari ishawekwa, lakini hakuna mahindi ambayo yamewekwa katika shamba hili. So hizi ni moja kati ya challenge zile ninazokuwa naambieni, watu ambao wanataka kulima kwa kutumia simu, kama unatumia watu wamepanda au wamefanyeje? So inakubidi kabisa kufika site shambani kwako auwe na mtu ambaye atakuwa anakagua kila siku kwamba operation zako zinafanyika katika wakati na pia hakuna mistake ambazo zinatokea So imagine kama leo tusingeweza kufika hapa shambani, tukaanza kuona kama hizi matatizo hapa hivi, hii sehemu ingebaki hivyo hivyo bila kupandwa, but kwa sababu nimeshafika hapa nimepaona, itabidi sasa kuchukua hatua ya haraka sana kwa ajili ya kuja kufanya hii sehemu inapandwa, na wakati tunafanya backfilling inabidi sasa tuendelee na hizi sehemu ambazo hazijapandwa kabisa. Basi hapa pia kwenye hii heka ya pili naona sio mbaya, yanaanza eh, kuota, yameshaota yamesha kabisa, yanakuwa na majani mawili. But mpaka nafika Jumatatu tunapokuwa tunahusika na ile shamba la pili pale kwa ajili ya ku control magugu, itabidi tu tuende pote yaani tu control magugu katika sehemu yote, wakati watu wengine wakifanya backfilling kuja, yaani kurudishia mahindi sehemu hajaota, hapa inatakiwa sisi tuwe tunadhibiti haya magugu na mgari. Kama nitakuwa naonyesheni kila mchakato ambao unaendelea hapa, ili muweze kujifunza kutokana na uzoefu wetu ambao tunafanya hapa shambani. Na pia kama wewe, kuna mbinu ambazo unazitumia huko shambani kwako, unaamini kwamba umekuwa ukizitumia hizo na zinakusaidia na sisi tunaweza tukajifunza zaidi kutoka kwako. Tuambie hapo kwenye comment box kwamba namna gani unavyodhibiti magugu, ni vitu gani unavyofanya shambani kwako na hivyo unajikuta unapata matokeo mengi zaidi na mazuri katika shughuli zako za kilimo. Unalima nini? Kama itakuwa ni mahindi itakuwa ni vizuri zaidi. Unaona hao panzi hao wanavuruka huko shambani, wote hawa ndio adui wanaokuja, wanakata ama magugu haya wanakata, uh, hizi mbegu zetu, haya, haya mahindi unaona. no, no. Wote wako humu ndani, so kuanzia Jumatatu natakiwa wapanzi wadhibitiwe. naona wote wanaruka yeah. Kiona hapa let me show you. Ujambo mtazamaji wa maco TV, na karibu shambani. uh, shamba letu liko katika sehemu tofauti. Kwa hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine itanibidi kutumia logistics tofauti tofauti. Kwangu mimi natumia either basketi ama pikipiki kama unavyoona hapa. Itanibidi nitoke shamba 1 kwenda kwenye mashamba mengine shamba 2, shamba 3 na shamba 4. Kwa hiyo this is it. Hii ndio logistics ambayo niko naitumia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya supervision ya haya mashamba.